Nafasi hii nataka mjitayarishe sawasawa. Mnataka kusikia baba? Mko tayari kusikia baba? Nataka tumpigie makofi baba Raila Amolo Odinga! Haya, aa, Vijana Nairobi, he, asanteni vijana, vijana, vijana, tafadhali kae kimi hapa, kae kimi hapa, kae kimi hapa, kae kimi hapa, kae kimi hapa. Hapa. Hapa. Hapa. Hapa haya, vijana, mna furaha? Una furaha? Jana nilikuwa na mkutano hapa, vijana waliokuwa wamejaa chungu mzima, lakini niliwaambia sitaongea na nyinyi jana. Nilisema nitangoja mpaka kesho, sio? Hayawi, hayawi, hayawi, hayawi. Hayawi, hayawi. Imekuwa si imekuwa, sasa leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano ya kuleta amani ya kupigana na maadui ya Wakenya wote: ugonjwa, ujinga, umaskini na utawala mbaya akidhuluma na kimabavu. Sawa sawa, mara hii tutatembea pamoja. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini Kodi ya nyumba irudi chini, sawa sawa, na matibabu vilevile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa wakenya wote pamoja, kwa sababu haya ndio tumeweka sahihi siku ya leo, sawa sawa. ODM, ODM. ODM, ODM! Waje, mwana Ruto asalimu nyinyi. Aya, Nairobi hoye! Nairobi hoye! Nairobi, asalamu alaikum. Bwana asifiwe! hebu nione kwa mkono watu wa Nairobi, nione watu wa Nairobi vile baba amesema hayawi hayawi. Leo ni ile siku, leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Mimi nataka niwaulize wangwana wa Nairobi, leo mimi na baba Tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja, tulete jamii zote za Kenya pamoja, dini zote za Kenya pamoja, sehemu zote za Kenya pamoja. Nawauliza watu wa Nairobi, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, jameni nione kwa mkono. Mimi nataka niwaeleze, Nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kunishika mkono na kuunganisha Kenya mzima anisaidie kuweka Kenya pamoja, ndio tuweze kwa pamoja tukabiliane na changamoto za taifa letu la Kenya, tuweze kutekeleza mipango ya kilimo ili tupunguze gharama ya chakula na tupunguze gharama ya maisha. Tuungane, tutekeleze ile mipango ambayo itapatia vijana wa Kenya ajira, tuondoe matatizo ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tuungane, tuondoe ukabila katika uongozi wa taifa letu la Kenya, ndio Kenya iunganike na tuweze kusukuma gurudumu ya kupeleka Kenya yetu mbele. Mimi nawashukuru viongozi wale wengine wote ambao tumekubaliana ya kwamba tunatembea pamoja. Na wauliza, ndugu zangu, ile mkataba tumeweka sahihi hapa leo sio kwa manufaa ya mtu binafsi, sio kwa manufaa ya Raila Odinga ama William Ruto, ni kwa sababu ya manufaa na interest ya vijana wa Kenya, kinamama wa Kenya, watu wote wa Kenya, tuweze kutembea pamoja tuishi katika nchi yenye haina ubaguzi, tuishi kwenye nchi yenye iko na umoja, na tukabiliana na changamoto za Kenya, tupige hatua ya kwenda kwe mbele kwa pamoja. Ndio leo jameni, tunakuja mbele yenu kuuliza ruhusa yenu, watu wa Nairobi, mumekubali tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana tuungane tuungane tuungane. Kwa hivyo asanteni sana. Leo tukisonga mbele, hii ni mkataba na makubaliano na ushirikiano wa kihistoria wa kuunganisha Kenya ili yale mambo ambayo tumetafuta kuyatekeleza na kubadilisha nchi yetu yawezekane ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele kama taifa. Asanteni sana, tunawapenda Kanairo. Tumekubaliana ya kwamba wiki ijayo, kuanzia Jumatatu, tutaenda katika miradi ya Nairobi County, kuanzia ile Nairobi Rivers Commission. Tunaanza pale Jumatatu, tusafishe Nairobi, tusafishe Nairobi River, na tuhakikisha kwamba tunawapanga ajira vijana wa Nairobi. Asanteni sana, tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much.